Kinondoni oye, oye. Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mila yetu ya Kinondoni, na mgeni wetu rasmi kwenye mkutano wetu wa leo, Mheshimiwa Tarimba Abbas mgombea wetu wa ubunge jimbo letu la Kinondoni, na mbunge unayesubiri kuapishwa, waheshimiwa madiwani wakata pamoja na viti maalum. Ndugu wananchi, wana CCM, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifiwe Kristo. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi kama walivyosimama wenzangu nimesimama hapa kuomba kura tatu, tatu kwenye kata zetu zote kumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanya kampeni takriban sasa siku sitini Tumeinadi ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Tumepata nafasi sote wagombea, wagombea wa kata, wagombea wa viti maalum. Tumepata nafasi ya kuelezea yaliyofanyika kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita. Tumewaeleza wananchi matarajio yanayotarajiwa na Chama cha Mapinduzi kwa miaka mitano ijayo, kuanzia mwezi Oktoba tutakapochaguliwa mwaka elfu mbili na ishirini natano mpaka mwaka elfu mbili na thalathini. Nina hakika wananchi wa Tanzania wana Kinondoni wametuelewa. Tarehe ishirini na tisa ambayo ni kesho kutwa wanakwenda kufanya kazi moja, kazi yenyewe ni kutiki tiki tatu. Tiki ya kwanza ni kwa raisi Dokta Samia Suluhu Hassan, Dokta Samia Suluhu Hassan mitano. Tiki ya pili kule Mwananyamala mnakotoka, wameahidi kwa zaidi ya asilimia mia moja wanakwenda kupiga kura kama watakavyomchagua rais, wanakwenda kupiga kura za kimbunga kwa mheshimiwa Tarimba Abbas ili arejee kwenye nafasi yake ya ubunge kwenye jimbo letu la Kinondoni. Hapo vipi? Tiki ya tatu, ile unatiki unatiki unatiki tena pale Mwananyamala ile tena ni Songoro Hamisi Mnyonge, mgombea wa nafasi ya udiwani kwenye kata ya Mwananyamala. Mwananyamala oyee! Ndugu mwenyekiti, tunakwenda kuchagua, tunakwenda kumchagua Tarimba, tunazo sababu. Kwa kushirikiana na madiwani wenzake miaka mitano iliyopita, kwa kushirikiana na Mheshimiwa Rais miaka mitano iliyopita, tumeleta mapinduzi makubwa ya maendeleo ndani ya jimbo letu la Kinondoni. Tumefanikiwa kwenye elimu, tumefanikiwa kwenye afya, tumefanikiwa kwenye maendeleo ya jamii, tumefanikiwa kwenye miundombinu. Nimesema tumefanikiwa kwenye afya, tumefanikiwa kwenye elimu. Leo hii Kinondoni, Mheshimiwa mwenyekiti, hatudaiwi kwenye elimu, tuna sekondari kwenye kata zote kumi. Nina hakika akija hapa Mheshimiwa Tarimba atasema tumekamilisha vituo vya afya na zahanati kwenye jimbo zima la Kinondoni. Nani kama CCM? Mabarabara haya yanakuja. Leo tunafanya mkutano kwenye kata ya Makumbusho. Makumbusho ni kata jirani na Mwananyamala, na Mwananyamala ndio iliyoizaa kata ya Makumbusho. Uongo, uongo. Tulipofanikiwa Mwananyamala kwenye miundombinu Makumbusho walikuwa wanalia wanasema, inakuwaje sisi Mwananyamala tupendeze na wao wasipendeze? Leo Makumbusho inapendeza ipendezi, mpaka hapa tunapofanya mkutano barabara ya lami inakuja. Nani kama sisi? Nani kama Tarimba? Ndugu zangu, nimewaambia Mwananyamala, usihadaike na rangi, utamu wa chai sukari. Sukari ya jimbo la Kinondoni ni Tarimba Abasi. Twendeni kwa nguvu, tarehe ishirini na tisa kesho kutwa tukampigie kura. Lakini hapa tulipo tunaye pepe kale wakata ya makumbusho, tunaye pepe kale wakata ya makumbusho, naye si mwingine ni ndugu yangu mdogo wangu mwanangu muharami chuma. Mmemuona pepe kale wa makumbusho mmemuona? Ninawaombeni Tarehe ishirini na tisa kesho kutwa, Makumbusho msiturudishe kule tuliko kukataa, msiturudishe kwenye Makumbusho. Tuleteeni chuma aje halmashauri, aungane na mbunge, aungane na sisi ndugu zake, tusukume maendeleo ambayo wakati anagombea mmeendelea kuyaona. Kwa hiyo akija akikalia kiti, nataka niwaambie maendeleo yatakuja mengi zaidi ndani ya kata yetu ya Makumbusho. Mimi ninawaomba Mwenyezi Mungu awajalie wa aendelee kutupa afya bora ili tarehe ishirini na tisa twende tukatiki, tukatiki, tukatiki. Tena CCM oye! Asanteni sana. Kinondoni oye, oye.